Mambo vipi mtazamaji, karibu sana kwenye political science. Kama kawaida, mimi naitwa Victor Mada. Hii ni sehemu ambayo tunadiscuss mambo yote ambayo yanajiri ya kisiasa za kimataifa na sehemu zingine ulimwenguni huko sasa Um, leo kuna taarifa ambayo nimeipata nikasema ngoja ni share na wewe, nikueleze nini ambacho kinaendelea kati eh, ya mgogoro wa Irani na Marekani. Tunafahamu huu mgogoro umechukua takriban wiki mbili, hapo tulikuwa tumeshuhudia mambo tofauti tofauti, ikiwemo maandamano ambayo yalikuwa yakiendelea uh, nchini Irani, na sasa hivi taarifa nzuri ambazo zina, zina, uh, kutokea huko Irani Nikuamba, uh, ni kwamba Marekani imeanza kuondoa Uh, meli zake za kivita ambazo zilikuwa zimesogezwa huko eh, katika uh, ukanda huko ambao inapatikana Irani, na ilikuwa ni meli ambazo hapo watu walimsikia Donald Trump akizungumza kwamba ni meli ambazo ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko zile ambazo zilikuwa zimeenda eh, kumteka aliyekuwa, uh, rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Sasa good news ama habari nzuri ni kwamba Marekani imeanza kusitisha mpango wake wa kuishambulia uh, Irani, na tulishuhudia jana rais uh, wa Irani alizungumza kwamba uh, wanapanga mpango wa kwenda kuendeleza mazungumzo dhidi uh, ya uh, Marekani na wawakilishi wao na tuliona namna ambavyo wapatanishwa kikanda ambao walikuwa wakishughulikia eh, hilo swala kwamba lielekea vizuri. Hii ni taarifa nzuri, ukiangalia eh, watu wengi wakuwa wakitazama madhara ambayo mngepatikana endapo vita ingetokea. Watu wengi wanazungumza namna gani ambavyo bei ya mafuta ingepanda na ukiangalia pia kwa upande mwingine hasa ukitazama eh, Iran ilivyo na umuhimu zaidi katika mafuta, biashara ya mafuta na nama ambavyo ilivyo na Iran. Na pia ilisema kwamba endapo Marekani ingeshambulia, na wao pia wangeshambulia maslahi ambayo Marekani iko nayo katika uh, Mashariki ya Kati. Tunafahamu namna ambavyo Marekani na kambi zake Qatar, eh, Saudi Arabia na sehemu zingine kama Israel pia kule ambako wana uhusiano mzuri ambao pia unaendelea, kwa hiyo pia maslahi ya Marekani lazima Irani ingeajibu ingia. Kwa hiyo unakuona namna gani ambavyo ilikuwa ni vita ambayo ingehusisha e, ukanda mzima. Kwa hiyo ili wakati mwingine mataifa amekuwa akiangalia namna gani ambavyo hasara na faida, kama una vita ambavyo ingeleta hasara kubwa lazima kidogo eh. Kwa sasa hivi masuala ya kiuchumi kiatazama ambayo yanaendelea katika mataifa mengi, imeona kuna haja ambayo wasitishe vita, mambo mengine yaweze kuendelea, lakini hii um, sio kwamba ndo imefika tamati, lakini dalili ambazo zinaonekana ni kwamba vita hii inaweza isitokee kutokana na ma, mazungumzo ambayo yameendelea kutolewa. Kwa maana ya ripoti, inaweza vita isitokee kwa asilimia kubwa zaidi. Hii inaweza nikasema kwa asilimia 80, uh, kwa kipindi hiki vita kati ya Marekani na na na na na Iran inawezekana na asilimia chache sana za kutokea, lakini kwa upande mwingine uh, kuna taarifa ambayo nimeipata ambayo uh, inaeleza kwamba uh, tunafahamu taarifa ya uh, Jeffrey Epstein ambavyo ime kuja na mambo mengi mengi mengi sana na hapa taka nigusie kwa uchache ambapo kuna mambo matano makubwa ambayo yamefichuliwa eh, kutoka kwenye mamilioni ya faili za huu Jeffrey Epstein. Huyu ni marehemu ambaye alifariki miaka kadhaa nyuma ambayo imepita. Wizara ya sheria ya Marekani imetoa mamilioni ya faili mpya zinazohusiana na marehemu Jeffrey Epstein, ikionyesha idadi kubwa zaidi ya nyaraka zilizotolewa na serikali ya sheria ilipoamuru kutolewa kwake mwaka jana kurasa milioni tatu picha laki moja na themanini na video elfu mbili zilizochapishwa ijumaa ufichuzi huo unakuja wiki sita baada ya rais Donald Trump kuamuru kwamba nyaraka zote zinazohusiana na Epstein zitolewe kwa umma na kutolewa kwa leo kunaashiria mwisho wa mchakato kamili wa kutambua na kupitia nyaraka ili kuhakikisha uwazi wa kufuata sheria kwa watu wa Marekani, alisema mwanasheria mkuu msaidizi Todd Blanche. Nyaraka hizo zinajumuisha maelezo kuhusu muda wa Jeffrey Epstein gerezani, ikiwa ni pamoja na ripoti ya kisaikolojia na kifo chake akiwa gerezani pamoja na rekodi kutoka kwa uchunguzi wa uh, Maxwell, mshirika wa Epstein, ambaye alihukumiwa kwa kumsaidia kusafirisha wasichana walio na umri mdogo na tunafahamu namna gani ambavyo Eh, uh, Epstein, ma, mambo yake pia zinajumuisha barua pepe kati ya Epstein na watu mashuhuri. Na barua pepe ya nyaraka nyingine zinaanzia zaidi ya muongo mmoja zikianzia uhusiano wa Epstein wakati wa matatizo yake ya kisheria, na alihukumiwa mwaka elfu mbili na nane huko Florida kwa, kuom, kwa kuomba ngono kutoka kwa wasichana wa miaka kumi na nne baada ya kufika eh, makubaliano yenye utata. Tunafahamu no, namna gani ambavyo Uh, Jeffrey Epstein kulikuwa na kisiwa huko ambako inataja kuna viongozi wengi sana ambao wa Marekani walikuwa kienda hiyo sehemu na kuweza kushiriki eh, ngono na watoto ambao inataja ni wadogo ambao na miaka kumi na nne na wengine ulawiti na mambo mengine mengi ambayo, uh, taarifa hii ama dokumentari hii ya Jeffrey Epstein imefichua haya mambo, na kwa upande mwingine pia uh, Hatimaye Clinton uh, rais wa zamani wa Marekani e, familia yake kutoa ushahidi uchunguzi wa Epstein. Rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton amekubali kujitokeza mbele ya bunge kutoa ushahidi kwenye uchunguzi wa mhalifu wa ngono na ubakaji Jeffrey Epstein, na Ukiangalia hapa kuna picha ambayo imewekwa na BBC na maelezo yenyewe yanasema kwamba makubaliano hayo yalifikiwa usiku wa Jumatatu Februari mbili, yalikuja wakati mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi wa bunge James Kama akitayarisha hati ya ma mashtaka ya uhalifu dhidi ya wawili hao kwa kukaidi kwao wito wa bunge. Na mawakili ma ma ma wa Clinton waliarifu kamati hiyo kupitia barua pepe kwamba wateja wao walikuwa tayari kufikia makubaliano juu ya tarehe za kutoa ushahidi. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa wakati kwa kamati hiyo kumwita rais wa zamani uh, kwenye uchunguzi ambao kama ikimtia hatiani uh, unaweza kuwa uh, kesi yenye kifungo gerezani. Clinton alikuwa na uhusiano mkubwa na Epstein katika miaka ya elfu moja mia tisa tisini na miaka uh, elfu mbili licha ya kwamba hajawahi kushtakiwa kwa kosa lolote kwenye mahusiano hayo. Sasa uh, kikweli, mambo ni mengi sana kutokana na hii ripoti, lakini endelea kuwa pamoja na sisi ili tuweze kukuletea taarifa eh, tofauti tofauti ambazo zinahusiana na masuala ya kisiasa na kijamii pia katika ulimwengu mzima. Mi naitwa Victor Madaha, ilikuwa ni political science. Asante.